Karibu Teachkrest, mimi na udha wako wiki rubo. Nataka tufanye baadhi ya maswali ambayo niliweza kuona mwalimu mmoja aliyazua, tusome kwa pamoja. Mwalimu akauliza swali la kwanza: vipua ni aina gani ya sauti? Vipua pia huitwa nazali au ving'ongo, na vipua ni aina ya konsonanti ambapo mkondo hewa utolewa kwa pua. Sauti ambazo ni vipua ni kama vile ma na nangyi na nyii. Naweza kukuviandikia kwa haraka kwa haraka sana, utapata kwamba katika sadi la kwanza tuna ma Kumbuka sauti utiwa katika alama za mshazari wukunama. kuna na kuna ng' kuna na, kuna ngu, kuna ngu. Sauti hizi ni ving'ong'o ving'ong'o. Swali la pili aliuliza ainisha mofimu kwa neno hakumjia katika fungu tenzi "hakumjia" kuna silabi amilifu ambazo zimeunda jina hilo, nazo ni ha, ambayo ni hali ya ukanushaji katika nafsi ya tatu ya tatu kuu pale inawakilisha wakati uliopita, kisha kuna m ambaye ni yambwa, yani mtendaji nafsi ya tatu umoja. Ingekuwa ni wengi, ingekuwa hakuwajia. Kisha kuna j pale ambao ni mzizi, kisha tuna kauli ya kutendea i hi. Kauli ya mnyambuliko kutendea, kisha kuna a mbayo ni kiishio. Swali so, la tatu, kanusha sentensi katika wakati ujao hali timilifu: uvumi huo unaenea kote. Labda ingekuwa katika hali timilifu kabla hatujabadilisha, ingekuwa uvumi ume, uvumi huo umeenea kote. Hiyo katika uh, wakati ujao hali timilifu itakuwa uvumi huo utakuwa umeenea kote. Swali so, la nne, tunga sentensi moja yenye kihusishi cha mtenda na kiunganishi cha kinyume. Tunga sentensi moja yenye kihusishi cha mtenda na kiunganishi cha kinyume Mfano, barua haikuandikwa andikwa na wanafunzi, wala kutumwa. Haikuandikwa na pale inaleta kihusishi cha mtenda nayo, anafanya the doer. Kisha kuna swali la tano andika kinyume cha sentensi Mgeni aliukomea mlango halafu akatoka kuandika nguo aliyonunua. Kumbuka, unabadilisha tu sehemu za vitenzi na vitenzi pale ni aliukomea, akatoka, kuuandika na alivyonunua. Jibu letu litakuwa mgeni aliufungua mlango wa hapa, walikwa amekosea mlango halafu halafu akaanua nguo aliyouza. Halafu apo kwa akatoka, utasema akaingia, akaingia kununua ingia kuanua nguo aliyouza. Ainisha virai: yule mpole sana alivaa vazi la mahameli. Mala, mala, ma, ma, ma, um, ainisha virai. Kuna kirai nomino, kirai huandikwa kwa kutumia rr, kirai nomino, hatuna kirai kiwakilishi. Kirai nomino huchukua nomino na maneno mengine au kirai uh, nomino na tuseme, nomino na kivumishi, unaweza kuchukua kiwakilishi na nomino na kadhalika. Hivyo yule mpole, yule mpole sana na kwa ni kirai nomino, kwa sababu hatupati ujumbe kamili. Amefanya nini? Haya, kisha kuna kirai tenzi alivaa vazi alivaa vazi lipya. Kuna kirai kielezi vazi la mahameli la... lama kisha, tuna kirai kivumishi pale ambacho ni mpole sana, mpole sana amefanya nini. Tumia kishazi katika sentensi kuvumisha nomino. Tumia kishazi katika sentensi kuvumisha nomino. Uhum. Kwa mfano, aliye mnono itakuwa mwanafunzi aliye mnene hata sema mnono, aliye mnene amefika. Haya, hmm. Maana ya kibofu, naam. Kibofu is a balloon, sijui. Kaa tu na imoji ya balloon ambacho ni kile kiputo ambacho utiwa hewa haswa na watoto wanapocheza. Ni bomu a, kinaonekana kweli, sikioni, ndo hichi. Naam, kipovu ni hicho. Hivyo ungekuwa umeambiwa labda utunge sentensi inayotumia kipovu, kipovu, kibovu na kadhalika, utapata kwamba kibovu pale itakuwa inawakilisha mpira um, huo. Kwa mfano kibo, kipovu alipata kupuliza bofu japo kilikuwa kibofu sana, kutokana na kipovu kutokana na kipovu. Haya, hivyo sentensi hii inamaanisha mtu ambaye ana ulemavu wa kuona amepuliza mm, baluni ambayo ni mbovu, yani imeharibika, si nzuri kutokana na zile bubbles, kibofu. Naeleza maana mbili ya sentensi: mama anapenda kijijini kuliko samaki. Na maana kuwa kitu ambacho mama anapenda zaidi ni kijijini anapenda kijijini kuliko samaki, na huenda pia kuna mahali ambapo panaitwa kijijini ambapo anapenda kuliko samaki yenyewe. Kisha swali la kumi, ainisha sentensi Kajawa na Mrima wataisoma riwaya ambayo inavutia katika maktaba maktaba. Na vigezo viwili vya kuainisha sentensi, unaweza tumia kigezo cha muundo, pia unaweza kutumia kigezo cha dhamira. Kio ni kigezo cha dhamira, sentensi hii Kajewa na Mrima wataisoma riwaya ambayo inavutia katika maktaba itakuwa ni sentensi arifu kwa sababu inatupa taarifa kile ambacho kitatendwa. Kio ni kutegemea muundo u... tutapata kwamba sentensi hii ni changamano kwa sababu ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Kishazi huru ni Kajewa na Mrima wataisoma riwaya isha kisha, kisha zi, tegemezi ni ambayo inavutia katika maktaba imefanya nini? Hivyo unapata sentensi changamano yoni zi, changamano pia inaweza kuwa sentensi arifu. Unganisha <laughs> sentensi zifuatazo kuonyesha hali ya mazoea katika wingi: Kambare amenaswa demani. Kambare atauzwa sokoni. Hivyo itakuwa Kambare ambayo ni aina ya, ya samaki wamenaswa, kwa sababu nataka katika hali ya mazoea tunatumia huu kambare hunaswa demani na kuuza sokoni. Uh, labda niseme wanauzwa, wanauzwa sokoni. ingekuwa ni jina la mtu, ingekuwa kina kambare unaswa demani na wanauzwa sokoni. Bendera ni kwa beramu, aibu ni kwa soni. Uhum. Banati ni kwa binti. Natumai umeweza kujifunza. Hadi wakati mwingine, kwa heri.